Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili niendelee kuwajuza yanayoendelea kujiri kule nchini Tanzania. Na kama vile ambavyo unaona hapo kwenye screen, watazamaji wangu, ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Tayari waandamanaji wameanza kujitokeza maeneo tofauti kule nchini Tanzania lakini kitu kimoja watazamaji wangu, na haya maandamano ya siku ya leo ni kwamba ni maandamano ambayo yanaonekana yako na mpangilio. Hakuna fujo na ghasia ambazo zimeshuhudiwa mpaka sasa hivi. Ukiangalia hapo kwenye screen watazamaji wangu, unaona ya kwamba wana, waandamanaji wanaandamana kwa njia ambayo ni ya amani, njia ambayo hakuna mtu yoyote ako na haja na kuleta uharibifu wa mali kuchoma vitu barabarani. Kwa hivyo watazamaji wangu, maandamano ya siku leo kule nchini Tanzania yameanza rasmi na ni maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika kwa njia ambayo ni ya amani, bila fujo na ghasia, kama vile ambavyo kulikuwa na ghasia kwenye maandamano ambayo yalitangulia hapo awali. Wakati wa Tanzania, vijana wa Gen Z, makundi ya kutetea haki za binadamu, pamoja na upinzani kule nchini Tanzania walikuwa wamejitokeza kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu na kupinga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Na pia watazamaji wangu, kuna habari zingine ambazo tunazipata kutoka kule da ambapo kunashuhudiwa sasa hivi hali ya utulivu. Hakuna magari barabarani, biashara zimefungwa. Uh, watu hakuna barabarani, yaani watu ni wachache sana, na kule barabarani unaona tu ni maofisa wa polisi ndio wameweka zile roadblock wakitaka kujua mtu anatoka wapi akienda wapi na kwa sababu gani. Habari ambazo tunazipata sasa hivi kutoka kule dani kwamba kuna watu ambao wameanza kuzuiliwa na kuambiwa warudi manyumbani kwao. Yaani serikali siku ya leo ni kama imeweka lockdown, imefunga inchi kabisa, hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa kutoka kwake, kama vile ambavyo serikali ilikuwa imetangaza hapo jana na kusema ya kwamba watu washerekee sikukuu ya leo wakiwa manyumbani kwao, dhubutu kutoka nje. Lakini kando na huko dawa, watazamaji wangu, maeneo mengine maandamano yameanza kushuhudiwa, na tunatarajiwa ya kwamba maeneo mengine pia yataendelea kujiunga na haya maandamano ya siku ya leo. Lakini cha kufurahisha ni kwamba ni maandamano ambayo yameanza kwa njia ya amani. Hakuna wizi, hakuna uporaji wa mali za watu, hakuna kuchoma vitu barabarani, hakuna kufunga barabara kiholelaholela watu tu wameanza kutembea barabarani kwa njia ya amani, wakitaka matakwa yao yaweze kusikizwa na utawala wa mama Samia Suluhu. Nataka nikupatie fursa, mtazamaji wangu, weze kusikiza ujumbe na pia uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi kule da ambako a, ni moja ya miji mikuu kule nchini Tanzania, ambako kipindi kingine wakati maandamano yalikuwa yamefanyika kule, kulikuwa na ghasia, kulikuwa na fujo, lakini siku ya leo mpaka sasa hivi mwendo wa saa nne Uh, unaona, kuna hali ya utulivu, hakuna fujo, hakuna wingi wa watu, hakuna biashara ambazo zinaendelea, magari pia yaendi. Kwa hivyo inamaanisha pale ni kama kuna toto lockdown. Hakuna chochote ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi, hebu jionee vile hali ilivyo sasa hivi mtazamaji wangu, lakini kwanza na kuomba uweze kulike video na pia uweze ku hapa ni ile makutano haya ya Serena ni kule chini huku, unaendelea posta katikati, halafu eh, ukirudi huku naenda gakani na kurudi maeneo mengine eh, kama umewahi kufika Dar es Salaam, unaifahamu Dar es Salaam, unafahamu namna gani ambavyo hapa panakuwaga na, na panakuwa mambo mengi sana, lakini kama unavyoona uh, ni kweupe kabisa. Eh, hakuna magari hakuna watu. Uh, kwa upe kabisa. Maana yake kama walivyosema jana, kama hauna kitu cha muhimu cha kufanya mjini usije. Inaonekana kama agizo uh, hilo watu wamelitii angalau kwa sasa uh, chini kidogo pale, kwa mfano kwenye daraja la Salenda pale, tumekutana na askari polisi wanasimamisha magari wanasimamisha watu, wanakuuliza unakwenda wapi, unakwenda kufanya nini? Eh, kuna wengine wamerudishwa, kwa hivyo uh, kuna ulinzi umeimarishwa hapa uh, ya yeah. Hivyo ndivyo ambavyo inaonekana Dar es Salaam uh, in hasa katikati kati huku uh, taendelea kukujuza zaidi. Utakuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika, maandamano yatakayotokea tarehe tisa.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 Hili tunalirudia tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule da na maeneo mengine tofauti kule nchini Tanzania, kwenye haya maandamano makubwa ambayo yanashuhudiwa kufanyika kule nchini Tanzania siku ya leo. Kwa kweli watazamaji wangu, maandamano ya siku ya leo yako na hofu yako na uoga, kwa sababu kuna wale ambao wanasema ya kwamba hawataingia kwenye maandamano, wao watakaa nyumbani, wako sawa na utawala wa mama Samia Suluhu. Alafu sasa kuna wale wengine ambao wanasema ya kwamba sisi tumechoka, enough is enough. Tunataka Tanzania mpya, tunataka katiba mpya, tunataka uongozi mwingine tofauti, kando na uongozi wa mama Samia Suluhu, na wako tayari kuingia kwenye maandamano hata kama watakumbana na mauti ama mambo mabaya kutoka kwa serikali. Lakini wakiendelea kunyamaza, ndio wataendelea kukandamizwa, ndio wataendelea kunyanyaswa na kuteswa, na wasiposimama leo hii a, kutetea serikali mpya kutetea katiba mpya, inamaanisha kwamba kizazi cha leo, kizazi cha kesho kitazidi kuteseka bila kuwa na sauti kukashifu serikali bila kuwa na sauti ya kuingia kwenye maandamano, hata kwenye uchaguzi hauna sauti. Utaendelea kuwa dictated, utaendelea kutolewa ma, ma sheria, ama sheria ambazo zinamruhusu tu yule kiongozi awe na nguvu zaidi lakini kwa upande wa mwananchi yeye anazidi kuumia. Na kwa mimi hapa, watazamaji wangu, lakini sijui mko na yapi ya kusema mpaka sasa hivi na habari ambazo nimekuwa nikikupatia na kukufahamisha kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na hali halisi ilivyo sasa hivi kuhusiana na haya maandamano ya siku ya leo. Kwa maoni yako ya mtazamaji wangu unaona haya maandamano yatafaulu ama huenda nchi ya Tanzania ikaamua kukaa nyumbani na kutojitosa kwenye maandamano? Ya siku ya leo na unaona ni yepi ambayo tunayatarajia? Je, matukio ambayo yalitukia hapo ya awali, uh, matukio ambayo yalikuwa yametukia hapo awali ambapo serikali ilitumia nguvu zaidi na kuangamiza wananchi yatashuhudiwa tena siku ya leo? Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section, mtazamaji wangu, na kabla, nakumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe zetu ziweze kuwa recommended ama ziwafikie watazamaji wengi zaidi. msedi ambali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha kutoka kule nchini Tanzania.